Yeye ndiye mwalimu wetu wa mwanzo atakayetuzungumza juu ya mkusanyiko wa jambo hili, na msafara wa bwana harusi utaingia baada ya swala ya dhuhuri. Sasa hivi tunawasiliana na watu wa escort, washashuka mwalimu Nyerere International. Sheikh waliwapeleka Omani kidogo kwenda kupumzika mara tu baada ya kutoka Tanga.

Walima ni chakula kinachoandaliwa kwa ajili ya furaha yoyote inayojitokeza, kisha maana hii ikatolewa katika at-tamdhir al-aam ila tamdhir al-khas au ila tamdhir al-shar'i, kumaanisha ni chakula kilichoandaliwa

na miongoni mwa ishara zinazoonyesha wa uwepo wake Allah subhanahu wa taala, an khalaqa lakum, ni kitendo cha ye Allah kuwaumbia nyinyi viumbe min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Na hili ukitaka kuona kuwa ni katika ishara ya kuwa Mwenyezi Mungu anatutambua Muangalie sayyiduna Adam alayhi salatu wassalam, mara baada ya kumuona Hawa pembezoni mwake, moja kwa moja alifahamu kuwa mimi na huyu Hawa tuna jambo la kufanya, tuna jambo linalotuunganisha. Ndipo alipotaka kumkurubia Hawa, malaika wakamwambia, mahalan hata tadfa laha mahara, usifanye chochote

inaonyesha kuwa Allah subhanahu wa taala rakaba, ameweka kwa mwanadamu wa kiume, ameweka mahitaji ambayo mkamilishaji wake ni mwanamke, na ameweka kwa mwanamke mahitaji ambayo mkamilishaji wake ni mwanaume. Ndiyo maana siku moja Umar bn Alkhatab alipokutana na abizawadi na kumuuliza hal tazawaj, wewe abizawaid, je umeoa? Abizawaidi akajibu kama wanavyojibu vijana wa, wa leo hii, akasema bado, nipo nipo kwanza. Maneno haya anayozungumza abizawaid anamjibu Umar ibn al-Khattab, angalia majibu ya Umar ibn al-Khattab. Umar akasema ma yamnauka min alzawaji illa ajzun au fujuru, hakuna kinachokuzuia wewe na lazima la kuoa isipokuwa ni moja kati ya mambo mawili. La kwanza akasema ajzun, kwa maana ya alajzul jinsi, kwa maana aidha wewe itakuwa jogoa hawezi kupanda mtungi wa imma fujuru na imma wewe utakuwa muuni

Ni katika jumla ya viashiria ambavyo vinaashiria kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo na anatutambua sisi wanadamu aliyotuumba. Ndugu Mdo zangu, ndoa ni mkataba mzito sana. Tukiangalia ndani ya Qur'an, mikataba mizito iliyotajwa ni mikataba mitatu. Mkataba wa kwanza

na ahadi hiyo ameichukua kutoka kwako. Ahadi gani? Ni kwamba jukumu walilopewa la kufikisha ujumbe kwa jamii watalifikisha kama inavyotakiwa. Wala nasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin, kwamba siku ya Kiama mitume wataulizwa, je, wajibu waliopewa wa kufikisha ujumbe kwa jamii

Wasomi watauliza mfano wa maswali watakayoulizwa manabii. Hawa wasomi waliokaa nyuma yetu hapa, ndugu zangu, huu um mkataba wa kwanza. Mkataba um wa pili ni um mkataba ambao Allah subhanahu wa taala alichukua kwa wale watu wa Jumaamosi, wale wakulna lahum anla taadu fissabti, ukawaambia jamani, Jumaamosi msiende kule, msiende kuvua. Wakaenda, matokeo wa yake Allah subhanahu wa taala akaja kuwalaani na mkataba wa tatu ni huu mkataba wa ndoa ambao yoyote atakayeleta masala katika mkataba wa ndoa Allah subhanahu wa taala hatomtazama utazamaji ambao utakaokuwa eh, kwa kawaida, atamshukuria ushuguliaji mwingine kabisa. Haya yanaonyesha kuwa mkataba wa ndoa ni mkataba mkubwa, umefananishwa na mkataba ambao Allah subhanahu wa taala aliuchukua kwa manabii.

Kwa maana wewe mwanaume ambaye una mke unatakiwa kwanza kumfanyia zuri mkeo kabla ya mke wako kumfanyia wewe jambo zuri. Hii ndio maana ya maarufu. Lakini hii vile vile inaenda kwa wakina mama. Wa lahunna mithlu lladhi alaihinna bilmaruf, bilmarufu waashiruhunna bilmarufu. Wakina baba ishini na wake zenu kwa maarufu, kwa wema. Lakini wakinamama wa, wa lahunna mithlu lladhi alayhinna bil ma'ruf, kama tulivyowaagiza wakina baba, tunawaagiza waagiza wakina mama, anzeni kuwafanyia mambo mazuri waume zenu kabla ya waume zenu kuwafanyanyie mambo mazuri, mpaka kuwe kuna munafasa competition ya mapenzi kati ya mke na mume katika ndoa. Katika jumla ya muktadayat ya mambo ambayo yamebebwa ndani ya, ya qauli wa ashru hunna bil ma'ruf imebebwa subra. Leo ndoa nyingi zinapoteza mwelekeo kwa sababu ya kukosa ile maana nzima ya subra. Kwa hiyo katika jumla ya mambo ambayo yamo ndani ya wa ashru hunna bil ma'ruf, wanaume wanatakiwa wawe wavumilivu kwa wake zao, na hal kadhalika wakina mama natakiwa moyo wa vumilivu kwa waume zenu, kila mmoja amvumilie mwenzake, ndipo pale ambapo ndoa itadumu kwa muda mrefu, ndoa itakuwa natija. Lakini vile vile katika jumla ya maana ya almuashara bilmaruf, kuishi na wake ama kuishi na wanaume kwa marufu, vile vile inabeba maana kubwa ya kumthamini mke, kumjali mke

na imamu mkuu wa msikiti wa Mtoro madarasat Nuri, tunakupeni dakika zenu kumi alimradi, tupate kaswida na wazee wetu na wote kwa pamoja, tukiwa tunajiandaa na swala ya dhuhuri kamati ya